Kwengineko ni kwamba zaidi ya wa wakazi mia tano katika maeneo tofauti ya kaunti za Kwale na Kilifi wamehamasishwa kuhusu jinsi ya kuripoti visa vya dhuluma za kijinsia. Mafunzo hayo yametolewa na kundi la wasichana la Akili Dada chini ya mradi Wahamasisha Dada ili kupunguza visa hivyo ambavyo vinasemekana kukithiri katika maeneo ya mashinani, kulingana na wanaharakati hao waliotekeleza juhudi hizi kwa miaka mitatu, miaka mitatu sasa, visa vingi vya dhulma za kijinsia hukosa kuripotiwa na waathiriwa kutokana na ukosefu wa elimu. Kufikia sasa there is so much impact, people can discuss boldly, we can have barazas, we can have engagement na watu katika jamii wanaweza kuzungumza kuhusu masuala ya gender based violence, they can share their experience, wanaweza sema jinsi gani, and even wao wenyewe ku develop strategy na mitigation measure towards their uh, uh, challenges wa experience katika gender based violence. Kuelimisha huku ni kuongelea masuala ya accessing good service katika facilities both na pia services ambazo ni acceptable na ni zote kwa kila wanawake, such information pia ili weza kufikia pia wanaume, kuwasaidia wanawake wenzetu kuweza kushikilia mikono. Maanake katika kazi tunayofanya tunahitaji pia wanaume kukuwa na hiyo information kuweza kujua utofauti ambao lazima tuulete. Kwa upande wangu, naona tayari katika huu mradi wenye ulikuwa designed, ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba hizi cases ama hizi, hivi visa vimepatikana pale nyanjani na vimeripotiwa kupitia young women uh, wabunge kutoka kaunti ya Meru.